Malkia wa nguvu 2017 yeah, yeah. Mama mwenyewe umepotea, merudi tena, kasi yako sasa hivi mbona ya moto sana, au umeenda kuweka mambo sawa? <laughs> Malkia wa nguvu 2017 kupitia simulizi digital, Instagram, YouTube na social media zote, leo tuko naye hapa Chantel, na kama kawaida yake ni Chantel hebo products. Mm -hmm. Amekuja na vitu vyake, lakini pia sasa hivi ameanzisha mafunzo ya kufundisha hivi vitu unavyoviona hapa, kutengeneza serum, sabuni, product zote malotion, manini, ili tuweze kukaa sawa. Mm -hmm. na sasa hivi anawafundisha watu Uh, East Africa na hata Central Africa Afrika nzima hata dunia y yote si ndio? Yes. Wazungu si naweza. Na waweza. Tuambie unafundisha nini? Na <laughs> itakuwa ninia wazungu. <laughs> Chantel, tuambie unafundisha nini? Sisi chioni kwetu tunafundisha nini? Product zote za skin care. sie Mm-hmm. Uh, ikiwemo tukisema skin care tuna tunaweka na nywele, okay. na mwili mzima, okay. mm -hmm. Tupe vitu hapa, tunaona kuna vitu mezani hapa hapa tuna hii scrub. mm -hmm. Hii scrub inaitwa chako, yani bambu chako, yani ni scrub ya mkaa. mm -hmm. Scrub yetu hii, maana tunapokuambia sisi kwetu ni asili, yeah. ni asili kabisa. Kwa hivyo hapa ni vitu vya asili. Hii. Hii scrub bwana, inatoa zile kuna zile nyama vinaitwa visunzua vile vinatokea watu. Mm -hmm. Yeah. Una alama zile za weusi, mtu umetumia cream muda mrefu, hii inatoa sumu kabisa maana mm -hmm. usione weusi, lakini inatakatisha, inaondoa zile alama. Ha, alama. Eh, he, okay. Vile vilevile eh, inaondoa sugu, inang'arisha ngozi yako, unatakata kiasili, maana inabidi turudi katika uasili, kwa sababu sasa hizi magonjwa ni mengi, vitu ni vingi okay. eh, nafikiri unajua Na hapa tuna hii body oil mm -hmm. Nafikiri mwanafunzi wangu kaielezea vizuri sana. Yes. Hii body oil inafifiza michirizi. Body oil hii inangarisha, wale wasiopenda mambo mengi kama wewe hivyo, brown yako mm -hmm. Hii unaweza ukaipaka kwa mtu fulani, hata tukawa mtamu fulani hivi <laughs> na karangi fulani hivi <laughs> tupe vitu. Hii ni face serum na mwili mzima Serum mtu, okay. anaweza kusema wametengeneza serum. mm. Kweli tunatengeneza tumemweza Mchina. Sasa hivi mnampasua. Mpasua mzungu. Chinese imehamia bongo. Mimi ndo Mchina, <laughs> <laughs> Mchina wa bongo. Sawa. mm -hmm. Kwa hiyo hii ni face serum inatakatisha, unatakata kiasili, umu kuna malimao, kuna vitu kibao ambacho tibu chunusi, okay. mm. Hii ni zile nako gel mm, ambayo unaweza ukapaka hivi Mambo kwa ushaidi. Mambo kwa ushaidi. Hamna shida. Unapaka hivi. Okay. Kama hivi. mm -hmm. Unapaka. Lakini hii unaipaka usiku. Aya ah, mwenyewe <laughs> hey. Mambo kwa ushaidi. Maana usikaogopa nikipaka nitachubuka. Aya mwenyewe amejimaliza. Usione oh, bona vya pinki sijui vya njano, sisi ni ubunifu. Tukisha kuambia sisi ni wabunifu, ni wabunifu kweli. Sawa. mm -hmm. tu pengine. Okay. Hii ni krimu. Okay. Lakini ya watu wa chokola, nafikiri umesikia, Mfaransa alinitisha sana, anakuambia chokola <laughs> <zuni. laughs> <Kogo>, <laughs> yeah. E, kwa hiyo mtu ukitaka kuwa na rangi ya brown ki rangi chako cha kung'aa, mm, hii ni krimu ambayo inatakatisha taratibu, inakuweka sawa ngozi yako, kwa sababu humu kuna matunda. Kisikia matunda, ni matunda kwee, yani vitu vyote ni vya matikiti, nini? Matikiti, mapapai <laughs> <laughs> nakutania vilevile. <laughs> hizi mm. ni sabuni pendwa hii, ndo ile asazene niliuliza mm. hii ni tumeriki okay. Yani, tumeriki ni kwa Kizungu, lakini kwa Kiswahili ni manjano, sio kwaje? Ah, sio kwaje? Ah, tumeriki. Ehe, humu tumeweka asali. Hakuna mtu asiyejua asali. Tumeriki na asali ni tiba tosha katika ngozi anaogea ila Awe Awe kutengeneza ngozi yako, humu ndani pia kuna mawese, pia kuna mafuta maalumu kwa ngozi kwa ajili ya kutengeneza. E bana, hapa ni Salam Hotel kutokea hapa Kimara Bucha, na tuko na Chantel yeah. na yeye ni uh, Chantel Herbal Products, Malkia wa nguvu, na bado anaendelea kuwa malkia wa nguvu doctor, unafundisha kozi kwa muda gani? Kozi yangu mimi nafundisha ndani ya miezi miwili, lakini kuna wale watu ambao kama huyu mgeni wetu alikuja kwa sababu anataka, oh, afundishe, afundishwe, aondoke huyu. Okay. Wa bonjour bonjour, e, huyu Mkongo. Okay. Bado kuna wengine wapo unawapika, ina maana mm. Kozi yetu sisi ni miezi miwili mpaka mm -hmm, mitatu, lakini kuna zile short course ambazo za two weeks au one week. Okay. Lakini ni ile asubuhi na jioni. Na ada ni rahisi, ada ni rahisi kabisa. Ada ni rahisi kabisa wakitaka kujua ada wakucheki kwa namba gani, maana najua ada ni siri. <laughs> <laughs> Walicheki kwa namba zetu 0652048512, na akiona hiyo iko bize unaweza ukapiga 0766291947. Sawa. Na kwenye Instagram na wapi tunakupataji? Instagram napatikana Chantel Hebo Product, nipo TikTok, nipo Twitter, yani nipo sehemu zote za social media. YouTube pia nipo kila mahali huko. Nipo kila sehemu. Nimalizie kwa lile neno lako. Mambo kwa? Mambo kwa ushahidi. Bwana huyu ni Chantel na hii ni Chantel Herbal Products kutoka hapa Salaam, uh, Hotel, uh, hapa Kimara Bucha. Leo tumekuja ku celebrate lakini pia interview kama hivi kuweza kujua Chantel amerudi vipi? Chantel anafanya nini sasa hivi? Malkia wa nguvu huyo hapa amerudi tena na sasa hivi ujuzi wake ameamua ku share na watu, kusambaza kwa watu wengine. Mabinti wa kaka kwa wadada wanaotaka kujifunza wanaweza wakajifunza na haya na yeye anapatikana hapa hapa Dar es Salaam. Mpigie simu kwa namba ya simu aliyoitaja, lakini pia unaweza ukamtafuta kupitia social media networks ambazo yeye amekwisha zitaja. Pia huyu ni Chantel Malkia wa nguvu bana, asante sana. Nashukuru. Tutarajie mengi. Karibuni sana watu wote, wanafunzi waliomaliza chuo, wanafunzi waliomaliza darasa saba ambao wataki kuendelea na shule, yani wadada wadogo zenu jamani, hmm. Karibuni chuo chetu sisi kinafundisha vizuri, unaelewa kabisa, na vile vile ni kwamba unaenda kujiajiri okay. Unatoka kwetu unakuwa na ujuzi kabisa, unaendelea, unapiga pesa kitaa. Hii ni Simulizi Digital, till next time, wanakuambia mambo kwa ushahidi chao.